Habari gani ndugu zanguni, leo nataka nielekeze kitu kimoja ambao uko na mimi. Ni mwanasayansi Methew ambaye ni mtabibu na mtaalamu wa tiba na kuelewa miti shamba na kazi zake. Basi leo nataka niwape faida ya huo mti sisi. Mimi kila, kila aina ya tiba naijua, hiyo ni tiba ya miti shamba, na sasa miti naielewa vizuri na kazi zake basi leo nataka nikuelezea mti huu, kwa watu wanaosumbuka kwenye nyumba kulia vitu vitu, kupiga kelele kwenye nyumba. Majabu ya huu mti ndio nakuelekeza leo, kuondoa uchawi kwenye nyumba, vitu kulialia, kupiga makelele usiku. Huu mti unaitwa kivumbasi, ni mmea, sio mti. Mti huu ukiufikicha unatoa harufu. Basi cha kufanya ili kufukuza hivyo vitu ndani ya nyumba utachukua huo mti, majani yake utayafikichia kwenye maji kandoo. Utapima ndoo au kandoo, kutokana na wingi wa ile mti ukipata. Kisha ufikicha kwenye maji, unatafuta na chumvi ya mawe, unachanganya kwenye huo mchanganyiko. Ukipata chumvi ya mawe, unatafuta na kisamvu. Kisamvu kile chenyewe unafikichia kwenye hayo maji ambayo kuna mchanganyiko wa vumbasi, chumvi ya mawe na hicho kisawa. Basi utanyunyizia kwenye hiyo nyumba yako penye faalia vitu vitu, au kama hata hivyo avilii kusafisha tu nyumba yako, ili ishi, ili iwe salama utanyunyizia. Basi ukishamaliza kunyunyizia na kuhakikisha kwa sayansi inayoelewa miti na, na utabibu nilio nao wa kuhusisha miti na kuelewa namna inavyofanya kazi na kuahidi kila kibaya chenye kilimo kwenye nyumba yako kitaweza kuondoka. Na kama kuna uchawi ulifanyiwa wa kukaa kwenye nyumba, basi uchawi huo utaweza kuharibiwa. Na kama ukiendeleza kwa mfululizo kufanyafanya hizo dawa, mara kama kwa mwezi unafanya mara mbili, basi uchawi huo utaweza kufunguka na kuondoka kabisa. Lakini ukifanya mara moja ukaacha, uchawi huo utazima tu na mwishoni utaweza kuwa tena nafanya kazi. Basi utafanya hivyo kwa mfululizo mfululizo, ili kuziba kitu chenye kilichomo ama kibaya, na kama kuna vitu vibaya vibaya tu vidogo vidogo, basi vitaondoka siku hiyo na vingine vitakufa hata kufa. Ni maajabu ya hii dawa ambayo kibombasi na chumvi ya mani najivu, na jivu na majani ya kisawa. Basi uko na mimi mwanasayansi Methew nitaendelea kuwapa masomo mbalimbali kwa, kwa, mbali mbali, kwa ushauri, kwa maswali, kwa, kwa mada zenye mnataka nifundishe. Andike ni comment, naahidi nitakuwa na najibu kutokana na comment ya mtu ameuliza nini, anataka dawa ya nini nini, afanye asiwe nini nini, afanye ajizindike, aji, aji na nini mazindiko yote. Najua ndugu zangu, uliza chochote kwenye comment, nitakuwa nakujibu namna ulivyouliza, sitotoka na mada ulivyouliza. Dawa yote uliza, kama ni dawa haihusiani na, na uchawi, kama ni dawa ambayo haihusiani na uchawi, kama ni dawa ambayo haihusiani na ushirikina kama ni dawa ambayo inafaa tu kuvimba miguu, kuuma vichwa, kuzuia mimba, kufanya kitu chochote, uliza kurudisha ubaya, nitakuwa najibu namna ulivyouliza ndugu zangu. Sahizi nitakuwa natoa masomo kutokana na komenti za watu. Basi na wewe kama una wazo lolote, comment hapo ili uwe wa kwanza kujibiwa komenti hii. Tafadhali subscribe, share, like Mpoma Media. Brother subscribe, share, like na comment ili niweze kukufanyia kazi ya jambo hili.